Kwani siwezi kuja kukutembelea tu hivyo kivyangu. Na yao, umeachia nani mtoto? Ebu kwanza mam, mimi kwanza, kuna vitu nimekuja kwa address one, hautakuona unanishautia sawa mam. Nimekuwa mtu mkubwa, una ni address vile una address. Joy, shuali heshima yangu kama mama iko wapi? In as much as I'm your child, heshima yangu kama mama iko wapi? Tu usidhani sijui ulihack CCTV yangu eh, usidhani sijui uli juu kuna siku uliongea accidentally nikasikia, iko na nini ya sound three namba ya Njeri, house help wangu. Mam, ulimwitisha ya nini? Ndo kwangu ukimuuliza, ndo unanichunguza. Unanichunguza ati kama nimekula ama sijui nani ametembea ama nini ama nini. Mam, maneno ya kwangu inakuhusu aje? Nimeolewa su uniheshimu mam, inakuhusu aje? Jo yashinda akiniambia unamtesa, nataka kuja kukaa kwangu na hata sina hiyo space. Ningekuwa na hiyo space ningemruhusu akuje, mam Utawaichange lini? Yaki, I thought you becoming a grandmother inge inge kusaidia or tu, ingekusaidia tuwachange tuku kukomplain aii garoriraona awe mam. Otherwise, ni hayo tumisi hata sina ubaya. Otherwise, na unauliza otherwise.

Sasa kukuja kuja kwako, kwani anakora kwa dha niko tira kwako? Kwani mimi nimekuwa mdogoni? Si mimi ni mama yako? oh, kwani nimeacha? So, ni so, so mama yako. Unataka mama na nimeolewa, hata una heshima ya partner wangu? Ai, Prince sasa sasa, sasa nikiboeka mnataka niende wapi? oh so yeye, yeah, yeah, mama yake akiboeka anzange kukuja, kukuja kuja, itakuwa shida kwako, si ndio? Na sasa, si mimi ninakuja kuangalia kama i grandkid. Unajua kama i grandkid nikagu okay, nikamala literally is like kama i last born kwa hivyo huko unataka ni kuwe chocho wa huyo mtoto in short, huko unataka nikuwe kuwe chocho wa huyo mtoto. Nishajua, nishajua. Sasa najua anakwambia na mtesa, kwambia mtu aamke ah, five apige chai naenda walk, hiyo ni kumteza kuambia mtu mashini sita, nunua ingine, jua alichoma yenye ilikuwa, kumwambia fue dufe, hiyo ni kutesa mtu Idhuwe tuwake hura kamere geti tukatwala tunakanyaga juu ya wheelbarrow, tunaiha na tunaanika. Sisi ulubaisi na wabatie meregeti wabatie mai nago. Sasa nyinyi atakuwambia mtu afue dufe, na nani analalia? Nikumteza na anakupiga, na nani alikuambia? Mimi hata kwanza nimehakiwa CCTV mimi, sija hakiwa CCTV. Na ulijuaje CCTV zako zimehakiwa, hmm? jumi window niko na control itanionyesha ni nani mwingine ameadiwa. But na kwani hako kama mtu nikajigaji asinikabia Kas, Nasi nilikabia katoe sauti. Mheshimiane mami hivyo tu. So okay. So umeona umekuwa mzazi unaona kama unaweza ni reprimand, unaweza kuja kuniambia mambo. So all of a sudden juu uko na grandkid unadhani toigana na tiguo. Okay. Nisa, na okay kama mzazi basi, mimi kama mtoto wako, unaona tuishi aje? Ya, yeah, ya, yeah. It's cause, like, nimeangalia hivi wewe na Joy venye mnataka is like, now I am your kid. So, nimeona huko social media, Joy akisema ati oh my God, bringing up parents is a halal of work. Nimeona parents, we are your kids. Tigo? Lala, nipageni kama mimi kama mtoto wenu. Si nyinyi ndio wazazi? Ah ah, nyinyi ndio wazazi. Naona kwa TV, nikuwa naona TV mara ngapi kwa ziko?